Oga, ongeza hii product katika maji yako ya kuoga alafu uende ufanye mauzo ambayo haijawahi kuwa ya kawaida, na hili litakusaidia kwa miezi mitatu. Utaoga maji yale ambayo umechanganya product hii mara tatu peke yake, siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Ukishamaliza, na kila siku nenda kafanye mauzo, itakuchukua miezi mitatu ukiona mabadiliko, ukiona mauzo, ukiona kufanikiwa kukubwa katika maeneo hiyo, alafu utarudi unipigie simu uniambie, sasa nitakuja tutengeneze kazi, nitakuja hasa tuandae, tutengeneze kazi vile unataka ikuwe. karibu katika chaneli yangu Dr. Wilson eh, Tayo niko hapa, na nakushukuru Mungu, nakushukuru wewe na mtazamaji na, na msikilizaji wa chaneli hii Una mtoto ambaye anaenda shule saa hii, na saa hii ni wasaa kubadilisha shule, transition, unatafuta vile utaweza kusaidia mtoto wako aweze kuperform vizuri na aweze kuwa chini ya ulinzi, nenda ukachukue product hii, kaongeze kwa maji ya kuoga, aoge. Lakini utaongeza kachumbi ka bahari ndani, alafu aoge kwa mara tatu, mara tatu, mara tatu, inamaanisha siku tatu. Mtoto wako ataenda shule vile atakavyofanya na vile itakavyokuwa utanipigia simu utoe ushuhuda, mambo yatakuwa si ya kawaida. Unasumbuka na mauzo, mambo ya biashara, mauzo imekuwa ngumu, basi ongeza hii katika maji yako ya kuoga na utaona mauzo yakibadilika. Oga maji ambayo imeongezwa hii, hii product alafu utaona mauzo yakibadilika kwa miezi mitatu, baadaye utakuja alafu tutengeneze kazi yako. Iwapo we ni mtu ambaye unataka kusafiri nje ama kuna mmoja wenu wapendwa wa kwenu anataka kusafiri nje, mara ya kwanza anataka kutumia ndege na kutoka nje ya nchi, basi unaweza mwaga uchangaye na maji ya kuoga. Oga maji hayo, alafu kule unaenda akutazuiliwa wala utaenda na urudi mikono tupu. Kuna wengi mnaenda Marekani, mnaenda hapa Dubai na wale mnaenda sehemu za United Kingdom mnaenda, yani, unatoka nje kwenda kutafuta na unatamani Mungu akufanikishe. Ujue maadui ni wengi, na wale wanaopanga ili usiende na kufaulu ni wengi. Sasa kile ambacho unahitaji ni product hiyo, ongeza tu kwa maji mara tatu. Ukioga ukimaliza, utanipigia simu. Utakapoenda mtu wa Mungu, nataka nikuambie kwamba hakuna mwenye ataficha faili yako afiche pasipoti yako afiche baraka zako azuie kufanikiwa kwako kule kwenye unaenda, yani 2026 itakuwa ni mwaka wa ushuhuda kwako kwa. Na utanikumbuka mimi Tayo, nimekuongelesha na nimekupa product ya rahisi. Ongeza kwa maji ya kuoga kwa siku tatu, utaona mkono ambao ulikuwa wa faida ukiwa karibu na wewe na kufanikisha mambo yako kwa urahisi kuliko vile ilivyokuwa unatang'ang'ana na mambo ya kupata kazi. Nenda kaoge product hii alafu mara tatu, nenda katafuta kazi. Kuna watu ambao unaombia kitu na wakusikii, nenda kaoge product hii alafu uende uombe hiyo contract. Ambazo zinatolewa na serikali, zinatolewa sabuni, zinatolewa na serikali, lakini we upati, na kampuni yako iko na uwezo wa kufanya hiyo kazi, nenda ukaoge maji haya yaliyochanganywa product hii, utaona Mungu akikufanikisha, Mungu akubariki. Vitu hivi watu wengine wanamwambia, oh, ni shetani ndio huwa anakuja anakamilisha. Wakati mimi nakuhusia product ama nakupatia unaenda unaomba nayo unaoga nayo alafu unafanikiwa ama umepata promotion, umepata kuinuliwa cheo, umpata kuongezwa hela, umpata yani mafanikio yanakuja, wanasema ni shetani ndio huwa anakuja alafu ana backup ya maneno lakini nakuuliza na je mungu awezi kuja na kubackup hiyo maneno lazima iwe tu ni shetani ndiye atafanya promotion. ni shetani ndiye atafanya watu wapate magari ni shetani ndiye atafanya uwezeshwe kujenga hiyo nyumba yani ni shetani tu ndiye atawezesha yani, mungu hawezi kusababisha product ikaweze yani, tuki apply product. lazima ni shetani ndiye anafuata ujinga wa watu wengi na ubinafsi wahubiri mungu akusaidie wa funguka moyo Funguka akili uelewe kwamba hiyo yao ni biashara. Sasa tunakuja na kuwafundisha namna ya kutumia product, na kufanya maombi na vitu vinavyoonekana na vinafaulu na kufanikia wengi. Sasa hela za watu wengi haziendi kwa mambo ya e, sacrifice, sijui nini. Sasa watu wanafaulu wenyewe. Sasa hapa ndio wivu huko. Mungu akusaidia wewe, nenda kafanya hivyo na sehemu nyingine za maisha. Utanipigia simu, tutengeneze kazi yako, tukutane. Mungu akubariki.